Bunge la kaunti ya Taita Taveta limetishia kutafuta sahihi ili wawakilishi wadi wanne wafanyiwe uchunguzi upya kuhusiana na tuhuma za ufisadi na ukiukaji wa sheria za uajiri wafanya kazi katika bunge hilo. Kaimu spika wa bunge hilo Ansel Mwadime amesema wakilishiwadi hao Crispas Tondoo, Azardin Dorkas Mlugu na Khalifa Taraya wamekuwa wakieneza propaganda kuhusu ufisadi katika bunge hilo. Mwadime akiandamana na baadhi ya wakilishiwadi amesema wanne hao wamekiuka kanuni na sheria za bunge na kwamba wataadhibiwa vilivyo kwa mujibu wa sheria. Sisi kama bunge tumesema tutaifuatilia sheria mpaka mwisho. Iwapo sheria itatulazimu tupitishe hawa wajumbe, tuwarudishe nyumbani huko, wakapigiwe kura tena, tutafanya hivyo ili warudi wakajitafakari, pia na wananchi kule chini, je, kilichowaleta hapa ni kipi na wanafaa kuwahudumia wananchi wao katika heshima gani? Pamoja na heshima na wenzao katika bunge, pamoja na wafanyikazi katika bunge, haya yote yamefanyika si kwa wema, yanalengwa kuharibia wengine ambao ni wajumbe hapa na...